Pekee kabisa katika shule hii ni uwepo wa, wa mtambo wa kuchakata maji taka na taka zingine zinazotokana na mabaki ya vyakula kwa ajili ya kuzalisha gesi, lakini na kupatikana kwa maji ambayo yatatumika katika kumwagilia uh, miti pamoja na nyasi za viwanja vyetu vya michezo katika shule hii. Kwa hiyo tunatoa shukurani za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha ujenzi wa shule hii ambapo ujenzi huu umechukua takribani miezi ishirini mpaka kukamilika leo tunakabidhiwa. Kwa hiyo rai yangu kubwa, kama nilivyosema, ni shule hii kuendelea ku maintain au kuendelea kujikita katika ubora, ubora wa miundombinu ambayo imejengwa, ambayo ni mizuri sana, lakini ubora wa Uh, product au uh, ubora wa wanafunzi ambao watakuwa wanazalishwa hapa. Tutatarajia wanafunzi watakaozalishwa hapa waweze ku reflect jina la shule hii. Tafahamu, shule hii imebeba jina la Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mambo ambayo tumezingatia wakati wa ujenzi eh, kwanza, moja ni ubora, majengo yamejengwa ya katika ubora mkubwa, na kama tulivyopita tumeangalia, lakini pia eh, new technology. Kuna mifumo ya kisasa, mfano kama ya kuzima kuzuia na kuzima moto, lakini kuna mifumo ya usama, usalama kama kamera ambapo mtu akiwa katika chumba cha kamera anaweza akaangalia maeneo yote na kubaini matukio ambayo mabaya yanaweza kutokea. Uh, lakini pia tulizingatia sana katika thamani ya fedha katika mradi eh, original contract sum ilikuwa bilioni kumi na saba 6 lakini kulitokea na ongezeko la kazi ambayo ilikuwa ina gharimu zenye thamani kama milioni 680, ambapo jumla ya gharama ya mradi ikaja kuwa bilioni 17.8. Shule ina miundombinu bora, miundombinu rafiki kwa wanafunzi wote. Shule yetu ni nzuri. Na shule ina vitu vingi vinavyofanya kwamba shule hii ikaonekana ni ya mfano na ya tofauti nchini. Na kwanza shule hii ina miundombinu rafiki, na hivyo inaweza kuchukua wanafunzi wa aina yote wenye mahitaji maalum, ni shule jumuishi. Miundombinu ya shule ya Dk. Samia ni mizuri ya kufurahisha na ya kustarisha. Tukianzia na mabwenini, kuna maji ya kutosha, umeme wa kutosha, vitanda vya, vya kujinafasi kabisa kama nembo yetu inaposema, nembo ya shule kwamba, we have to strive for excellence. Tunaamini kwamba kupitia mazingira mazuri pia inaweza kumhamasisha mwanafunzi kusoma kwa jitihada zake zote. Tukiingia katika madarasani, kuna aina mbili za ubao, kuna whiteboard na blackboard. Ni wewe hapo na uhamasiaji wako na hamu yako ya kuandika, unaweza kuchagua wowote. Pia madaftari na maktaba, kuna kila kitu ambacho unahitaji, kuna computer lab ambapo unaweza kusearch kitu chochote ambacho unakitaka sana.